Ni namna gani naweza nimeweza kutoka kwenye situation ambayo kwenye kule kuanguka kibiashara. Kila biashara ina changamoto zake, na wakati wa kuanguka upo. Kuna wakati ambao pia nilishakataa nilishakata tamaa, yaani si mimi, sio kwamba niko perfect. Mimi, kuna siku ambayo ninaamka I don't feel like do anything, yaani najihisi kwamba Si, yani, siwezi kufanya chochote kile kutokana kwamba like maybe najiona labda nina hasara na madeni nina vitu kama hivyo, hizo situation zote zinakuwepo, lakini kitu ambacho kitaweza kukusaidia kwenye situation kama hii ni kuhakikisha kwamba hata kama, kama, kama ujisikii kufanya, hata kama sijisikii kurekodi hii video I don't think kama it's okay au like kujirekodi video visi kitu rahisi, lakini huwa tunafanya kwa sababu we have to do it. Yaani tunabidi tuzoe. Yaani ili ufanikiwe kwenye situation yote, ni uwe comfortable kufanya vitu ambavyo unahisi you are uncomfortable to do it. Umenielewa, yaani fanya kitu ambacho uh, ufanye kitu ambacho unahisi ni kigumu kukifanya, haupendi kufanya, lakini ukif, ukipende kwa kujilazimisha. Hakuna aliyefanikiwa kwa kufanya mambo ambayo anayapenda, hakuna. Kwa hiyo the only way ambayo mimi hapa, nilikuwa nimekata tamaa, nimeanguka, nime nime nini nime, nilikuwa kwanza sina option, yaani maisha yanipe option kwamba it's nife au nipambane pambane, kwa hiyo nirudi nyumbani, haiwezekani. That is not my plan, there is no plan B. Wakati naondoka nyumbani, nafika mjini, sema kwamba there is no plan B. Nikirudi nyumbani, narudi nyumbani at least ninaona njia na kuelekea. Kwa hiyo like usijipe plan B, wewe sema ni lazima nitoboe. Mindset yako pekee, anyway, obsession na kitu ambacho nakitaka, yani kuwa na billboard ambayo umeiandika kabisa kwamba like, mimi nataka niwe hivi, nataka nionekane hivi. kama mimi nataka nifanye jipu, nataka nile vizuri, nataka nisafiri, nataka nini ni. like everything in plan yani, tengeneza maisha yako kwanza kwenye kichwa chako zile obsession ambazo ulizonazo ndio uweze kuzitimiza, uh, ndio uzifuatishe, yani hata kama kazimneke, unakuwa unajua mimi kama nisipofanya hichi siwezi kupata kitu fulani, nisipojinyima nikahakisha mtaji wangu unaongezeka basi siwezi kupata gari le nayotaka, siwezi ku kufikia maisha ambayo nataka, sitoweza kusafiri kama sina shilingi milioni tano. Kwa hiyo you have to make sure kwamba una target zako, umejipanga vizuri. So mimi hapa nilichokuwa nikifanya niko obsession na matarajio yangu. Kwa hiyo uh, matarajio yangu yalikuwa labda nataka nisafiri, nataka nini. Kwa hiyo ikifika time, um, ambayo nilishapanga hivi inabidi nifike pale, so, I'll do whatever it takes to make sure nafika pale. Kwa hiyo make sure unaelewa nini unataka hasa. Kwa hiyo kitu ambacho kinaninua mimi katika situation ambayo naziona zilikuwa ngumu ni kutokokata tamaa na kufanya wakati ambao sijisikii kufanya. So tale namba tatu, make sure, unani share na marafiki ambao wanatamani kujifunza. Natamani sana huu ujumbe waufikie kila mtu ambaye, kila mwanamke ambaye anatamani kujikwamua kiuchumi.